Sawa sawa, tena sawa, tena sawa tena, mwanakwetu na ndugu yangu mpendo wangu popote pale ulipo, ni mtumishi wako yule yule makini kabisa, ni mtumishi wako mwaminifu kabisa yule yule Emanueli Musa. Niko mbele yako tena, nikiendelea kukuletea mafundisho mbalimbali ya mbali neno la Mungu. Tafadhali eh, usibabaike sana mtazamaji wangu Unachotakiwa kufanya wewe hebu tafuta ukurasa wetu wa shuleni kwetu huu, hebu usubscribe mara moja. Tafuta ukurasa wetu, ubonyeze kengele. Ukibonyeza itapiga alarm kuashiria ushajiungamanisha na kipindi hichi, ili ninapokuwekea clip nyingine video nyingine nzuri basi uwe wa kwanza kuiona. Fanya hivyo, subscribe, share na pia ulike, ucomment, useme nini ambacho tukiboreshe, nini tukiweke sawa sawa, ili mambo yaende sawa bin sawia, au sio, mtazamaji wangu. Kwa sasa nimekuletea kisa kimoja leo, mpendo wangu, kito kiko katika kitabu cha Mwanzo. Nataka kukusomea miaka ya wenzetu walikuwa wanaishi, unaweza ukashika mdomo kama ulikuwa hujui. Sikiliza habari. Sikiliza habari hii. Tunakwenda kuzungumzia kwa nini wenzetu walikuwa wanaishi miaka mingi. Na kusomea sasa miaka wenzetu walikuwa naishi. Alafu tujikompe na sisi wa kizazi hichi. Alafu utaniambia mtazamaji wangu. Nasoma kitabu cha Mwanzo sura ya sura ya tano. Mwanzo sura ya tano. Sikiliza kazi hiyo. Mwanzo sura ya tano. Utasoma yote mimi nitatutakuduchulia duchulia kidogo tu. Naanza na sura ya hichi ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku zile Mungu alipomuumba mtu kwa sura, kwa sura ya Mungu alimfanya mwanaume na mwanamke aliwaumba, akawabariki akamwita jina yake Adamu siku zile walipoumbwa. Sikiliza sasa, kazi inaanza. Adamu akaishi miaka mia moja na thelathini akazaa mwana. Sikiliza kazi hiyo Adamu akaishi miaka mia thelathini akazaa mtoto. Angalia miaka asa aliyoishi jumla hiyo ya kuzaa hiyo, watu tunazaa tuna miaka kumi na, na miaka, tatu mia thelathini chuma ndo kinapata mtoto wa kwanza, ngalia kazi hiyo, miaka sasa aliyoishi bwana mpaka anakuja ku, ku, ufa, ndugu yetu Adamu. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka mia tisa na thelathini akafa Adamu miaka mia thalathini anapata mtoto wa kwanza chuma hicho chuma kinaishi miaka mia tisa na thelathini angalia kazi hiyo na kusomea hasa mtoto wake aliishi miaka mingapi mtoto wake e, ali sesi akaishi miaka mia mia moja na mitano akamzae mtoto wake akazaa watoto akazaa akaza. atano Ndo anapata mtoto wa kwanza, watoto wa sasa hivi miaka kumi na tano kumi na sita na watoto wawili. Sasa chumba kina miaka mia moja na tano dada deki ndo anapata mtoto wa kwanza. Tuangalie miaka aliyoishi huyu bwana sesi huyu. E, siku zote za thesi ni miaka mia tisa na kumi na miwili akafa. Baba niendelee kusoma Akaniambia tu baba niende kutiririka, miaka mia tisa na thelathini kafa. Watu sasa hivi miaka ishirini kumi na tano wanafariki, chuma kinaishi miaka mia tisa na thelathini kafa. Ngoja nikudunyulie mwingine. Siku zote za Kenani ni miaka mia tisa na kumi akafa. Nisiendelee kusoma baba? Na tachoka bule, tachoka bule kaka, ndugu yangu, watu walikuwa wanapiga miaka mia tisa mia nane wanandengu sasa hivi tunaishi miaka stini sabini Tena sabini kaishi kweli kweli, watu watu watu wanapiga makofi, akifa anasema ah, hey, Mola asante, kala chumvi kweli. Lakini vyumba ambavyo nimesoma hapa vilikuwa vinaishi miaka mia tisa mia nane watu wana miaka mia thelathini ndo anapata mtoto wa kwanza. Sasa tunataka kuangalia sababu gani iliyofanya sisi kizazi hichi miaka yetu ipunguzwe. Sikiliza sasa, mtazamaji wangu wa tunataka kujua wenzetu walikuwa wanaishi miaka mia tisa wanaishi miaka mia nane wana miaka ya kufa mtu, lakini sasa hivi baba, mtoto wa miaka kumi na mitatu ana mtoto ameshazaa, msichana na miaka kumi na sita ana watoto watoto wawili na wakati kwa wenzetu miaka kumi na sita sijui sijui hata kama macho ha, bado haoni hata macho bila shaka. Wenzetu yani, miaka kumi na sita inawezekana hata macho bado hayajafumbuka, haoni, anaona ukungu. Ukimfanyia hivi toto, ukifanyia hivi mtoto, haoni miaka kumi na sita Lakini sasa hivi miaka kumi na sita meza. Kitu gani kimefanya miaka ipunguzwe? Tunazungumza leo, tunasoma kisa hicho Uh, tusome sura ya sita alafu uh, mstari wa watano. Biblia inasema hivi: Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni wake ni baya tu. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao mabinti wakuwa ni wazuri wakajitwalia wake wote waliowachagua wakawaoa. Bwana akasikiliza. Sasa tuna shughuli ya kupunguzwa miaka inapoanza. Sikiliza kazi hiyo, Bwana akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Unanisikia mtazamaji wangu? Watu walikuwa wanaipiga miaka mia tisa mia nane lakini Biblia inasema wanadamu walipoanza kuzidi, uovu ukaongezeka. Hapa Mungu anasema hivi, Bwana akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu hata milele, kwa kuwa yeye ni mwili, basi siku zake zitakuwaka, zitakuwa miaka mia na ishirini. Mpendwa, nilikuwa nakusomea huo mstari. Biblia inasema nilipokuwa nakusomea kule mwanzoni, Adamu akaishi miaka mia tisa sijui thezi akaishi miaka mia nane wakaishi miaka mtu ana, anapata mtoto wa kwanza ana miaka mia ishirini, miaka athalasini, mia hamsini, ndo kitoto cha kwanza. Yaani ndo ana, anapata king'aa Nimesema kizazi chetu, mtoto wa miaka kumi na mitatu tayari tayari ana katoto amepakata, baba tofauti na miaka ile ya zamani. Sasa tume tuangalia, kwa nini miaka hii imefupishwa kiasi hichi? Ndo hichi kisa tumesoma, wana wa, wanadamu walipoanza kuongezeka kwa wingi, maovu yakawa ni makubwa, mwanadamu kila akiamka binadamu kila akiamka anachokiwaza kwenye ubongo wake ni uovu tu, kila akiamka anaowaza anawaza mambo mabaya tu. Ndipo Mungu anatamka maneno haya, anapunguza kutoka miaka mia tisa kutoka miaka mia nane anasema kuanzia sasa watu wataishi miaka mia moja na ishirini lakini pia hata hiyo miaka mia ishirini kadiri maovu yanayoongezeka, kadiri mambo mabaya yanavyoongezeka, miaka inazidi kushuka. Baba wewe, nikuulize mtazamaji wangu hapa, ambaye unanifuatilia, mtazamaji wangu mzuri, mpendwa, safi kabisa, ambaye umeweka bando, umeweka kifurushi, umeweka kwa ajili ya kutazama kipindi hichi, nikuulize tu Hivi mtu wa miaka mia ishirini sasa hivi wapo kweli? Hata kwenye ukoo wenu, ukoo wa ndugu zako, unaweza ukakuta ni wa kuhesabu, na pengine tunaweza tukasema hakuna mtu. Aki tunaonaga hata kwenye magazeti, mtu akiishi miaka hiyo wanampa tuzo, kwamba ameishi miaka ya kuogofya, ameishi miaka ya kutisha. Lakini mwanzoni ilikuwa miaka mia tisa na Mungu alikuwa hashangani, lakini sasa baada ya maovu kuwa mengi, ukila watu wakiamka wanawaza mabaya, na wakati Mungu lengo la kutuumba Mungu alikuwa anataka tuishi maisha comfortable, maisha murua, maisha yasiyo na stresi, maisha yasiyo na mambo mengi, maisha laini kabisa, lakini lengo tumwabudu. Lakini sasa binadamu wakaacha kuabudu wakaacha kumwabudu Mungu wao, wakaanza kwenye mambo ya kifedhuri, mambo ya kishenzi. Kila watu wanapokusanyika wawili watatu, hawazungumzi habari ya mambo ya Mungu, hawazungumzi kuhubiri watu wa watubu, hawazungumzi kusali, hawazungumzi kuhofu ya Mungu, hawazungumzi kuishi maisha ya wema. Kila wanapokusanyika watu wawili watatu, wanazungumzia mambo ya kishenzi tu wanapokusanyika watu watatu wanne wanazungumzia mambo maovu tu. Hasa Mungu akaona wana nzengo hawa raia hawa, ambao kila kukicha wanawaza mambo ya kifedhuri, kila kukipambazuka wanawaza mambo ya hovyo kwenye ubongo wao, hivi wakiishi miaka mia tisa, wakiishi miaka mia nane wakiishi miaka mia saba kwa mtindo huu wa mambo ya kishenzi yanayoendelea kwenye ubongo wao, itakuwaje? Dunia itakuwa katika hali mbaya. Ndipo Mungu asema, kwa sababu maovu ni mengi, kwa sababu mambo mabaya ndio yametawala fikra zao, haina haja ya kuendelea kuishi miaka mingi. Kuanzia sasa, miaka mia ishirini, mtu akifika miaka ishirini, nenda kwa Mungu, unaitwa sababu ya kufanya hivyo Mungu, kilichomkera kilichomkasirisha ni kwa sababu hiyo ya mambo mabaya. Kwa hiyo mpendo wangu chanzo, ukiona mtu kaishi miaka mingi ya kutosha ni ho, ni maisha matakatifu, maisha ya kumhofu Mungu, maisha ya kumcha Mungu ndio yanamfanya mtu aishi maisha marefu, kwa mujibu wa maandiko haya kwa mujibu wa maandiko haya, ili mtu aishi miaka mingi, lazima awe anamhofu Mungu, anasali, anaabudu, lazima ataishi miaka mingi. Kwa sababu atakua na hofu ya Mungu, hawezi kunywa pombe hawezi kulewa, hawezi hata, akiendesha gari hawezi kuendesha kwa mwendo wa hovyo, kwa sababu atakuwa akili yake imetulia. Hata akiwa anafanya shughuli zake, anazifanya kwa tahadhari ya kutosha, kwa sababu hofu ya Mungu iko ndani yake. Hawezi kuendesha kwamba eti mimi nakanyaga mafuta kama imepangwa imepangwa. Mara kuna raia wengine akili zao kama zimemwagiwa tu maji twa baridi, anaendesha pikipiki speed. Ukimuuliza, vipi baba, mbona unaendesha speed kali? Anasema, wewe, kama imepangwa imepangwa tu, niacha nikanyage mafuta. Sio kweli. Lakini kwa mtu ambaye ana hofu ya Mungu, mtu ambaye anamcha Mungu, hawezi kuwaza hivyo. Anakuwa na tahadhari kwamba niendeshe kwa adabu, niendeshe kwa nidhamu. Sasa mtu ambaye anajiendea tu ndo najikuta mtu anakatisha maisha yake haraka. Kwa hiyo sababu kubwa, mtazamaji wangu, iliyofanya Mungu apunguze miaka kutoko, kutoka miaka mia tisa, kutoka miaka mia nane, miaka mia saba, mpaka kufika miaka mia ishirini, chanzo ni maovu ambayo yalitawala watu. Walikuwa wakikusanyika ni mambo mabaya tu. Hata sasa hivi miaka yetu ya sasa hivi, watu waambie, waende kwenye ibada, tuko bize baba, tuko bize, ibada ya nini? Tuko bizi, hawataki mambo ya kumwabudu Mungu. Kuta vijana wamekusanyika, wana simu zao, ni kuangalia mambo ya hovyo. Ukifuatilia ukachungulie kwenye simu yao wanayoangalia, ya ni mambo ya kifedhuli matupu ndio yanayoangaliwa humo ko. Hakuna wazo lolote zuri ambalo watu wanawaza. Sasa, Mungu anawaza mtu anawaza mambo ya kifedhuli, anawaza mambo mabaya muda wote, ya nini aishi miaka mingi? Ndiyo Mungu anaanza kuvuna wananzengo pasi na kwa haraka tu, unakuta mtu miaka ishirini amekufa miaka kumi na tano amekufa miaka yani mapema tu, kwa sababu aina ya maisha ambayo tunaishi Mungu anaona haina sababu ya kumuacha mwananzengo huyu aishi miaka mingi. Anafanya nini? Analeta, hakuna anachoingiza. Lakini kwa mtu ambaye ana hofu ya Mungu na mwabudu Mungu na hubiri Injili, unajitoa kwa ajili ya watu wengine, unafanya mambo mema, Mungu lazima akuweke uendelee kufanyika baraka, uendelee kufanyika msaada kwa watu wengine. Kwa hiyo ndicho ambacho kilitokea, niikusomea hapo, watu wanaishi miaka mingi ya kutosha, miaka iliyoshiba nguvu lakini sababu kubwa ya kuwafanya waishi vile ni kwa sababu ya kumuhofu Mungu, ndio, kwa sababu ya kuachana na mambo mabaya, kwa sababu ya kuachana na mambo ya dhambi. Dhambi ndio sababu kubwa. Hata maisha tunayoishi sasa hivi ni kwa sababu ya dhambi, ni kwa sababu ya maovu yaliyofanyika kwa Adamu na Hawa. Laiti kama Adamu na Hawa, adam wangetenda mambo yaliyo mema hivi sasa, wananchi raia, tungekuwa tunaishi maisha comfortable, maisha safi, maisha laini yasiyo na kutoka jasho jingi, lakini kwa sababu ya uovu tu wa ndugu zetu ambao hawakusimama kwenye nafasi zao, wakaruhusu dhambi ikaingia, ndio hivi sasa ukaona miaka inazidi kupunguzwa, inazidi kupunguzwa. Mungu anaona haina sababu. Hata kama wewe ndugu yangu, unafuga kuku wako hapo, unafuga kuku, tuchukulie mfano we mfugaji labda unafuga kuku, unategemea kuku yule akutolee mayai, atotoe mayai yale, alete vifaranga vingine, otherwise alete mayai yale uweze kukaanga papapo, utoe shavu. Lakini kuku yule analitaga tu hapo hapo, anageuka analidonyoa, kisha anataga hilo hilo yai hapo hapo analidonyoa. Wewe utamfanyaje? Utasema kuku hana faida. Hana faida, maskini ya Mungu, kuku huyu cha kufanya ni nimchinje tu nimtengeneze supu mara moja. Hata wewe utafanya hivyo, hana faida. Unamnunua pumba, unanunua maji, unauweka chanjo, lengo kubwa vifaranga viwe vingi. Yeye akitaga anageuka, analitafua, analigonga yai lile linamwagika. Utamwacha huyo kuku? Lazima umchinjilie mbali, utengeneze supu, uchukue chapati mbili, ule, maisha yaendele. Unafuga mbuzi, unafuga ng'ombe, lengo na makusudi la kufuga hivi vitu vikunufaishe, vifanye yale ambayo umekusudia kwenye akili yako. Maana mpaka unaenda kununua ng'ombe, kwenye ubongo wako umeweka mahesabu, unasema nikinunua ng'ombe jike hapa zuri, ndama freshi, baada ya miaka miwili ataleta ndama mwingine, baada ya akiachisha kunyonyesha, baada ya mwaka mmoja tena anapata ndama. Unapiga hesabu hapo kwenye akili yako ntapata ndama mwingine, tapata mbuzi mwingine. Hata kimbuzi kitazaliwa cha kwanza mwaka wa pili, mbuzi wa pili tena, unaweza ukapiga ah, ntapiga mapacha mbuzi watakuja mapacha. Unapiga hesabu hizo kwamba mbuzi watakuja mapacha. Haya, mbuzi maskini ya Mungu unachua, unaweka matembele hapo, unaweka michicha wanakula, unaweka kwenye majani safi, mbuzi linatafunaga tu maskini ya Mungu, huoni hata kupata kuzaa huo mwaka wa kwanza mbuzi kazai, mwaka wa pili ah, utasema uh, ng'ombe bwana, tunatiana sala tu, maskini ya Mungu. Ung'ombe tunatiana sala, unamchinja unamla supu, hata wewe ukiona vipi uzilia mbali, hana faida. Ndivyo mungu wetu naye anavyotuona sisi, kama hufanyi mambo yaliyo mema hufanyi mambo ya, unafanya mambo mabaya, Mungu akikuangalia sasa, mwenda azimu niendelee kumuishi aendelee kuishi wa nini? Ana faida gani huyu kuishi miaka mingi? Anaona hana faida raia huyu, cha kufanya ni kumchukua mara moja. Ataangalia achukue kwa mfumo upi, yeye ndo atapiga hesabu zake. Kwa hiyo ndicho kilivyo, wenzetu walikuwa naishi miaka mingi, lakini walikuwa watu wema Adamu alikuwa mtu mwema, anaishi miaka mingi, akina sesi au miaka ya kutosha, lakini ukifuatilia maisha yayo, alikuwa maisha mema, maisha matakatifu, maisha ya kuabudu, maisha ya kushirikiana na jamii vizuri. We unakaa hata jamii yako huishirikiani nayo vizuri, ushali ushali. Na yani, ukiamka husalimia hata majirani zako, majirani unaona kama kenge, kwa sababu wewe una elfu mbili tatu nne tano, unawazalau wenzako, hata salamu amna unakaa kwa bifu. Sasa Mungu anaangalia, huyu maskini kweli nimempa elfu mbili tatu nne tano sita saba, zimsaidie kwenye maisha hasa, hata kusalimia wenzake hamna. Kwenye Bibilia kuna ndugu mmoja alikuwa naitwa Hezekia, kuna ndugu mmoja alikuwa anaitwa Hezekia. Biblia inasema jamaa huyu aliku, aliletewa ujumbe na nabii nabii akaja, akaja nyumbani kwake akamfata titi fotati bila kufifiza macho, bila kufanya nini, aka bwana hodi kwenye mji huu Ezekia, eh, nimekuja baba. Eh, umefata nini? aka kaugonjwa unakoenda nako baba, hauponi kana kuondoa. Aka unaondoka, unakuja, unaenda mbinguni. Aka kaugonjwa unakoona, unakohoa, si ndio? Eh, kana kuondoa, kwa hiyo tengeneza mambo ya nyumba yako. Maana yake kama una, una ulisi anza kugawa: mwanangu wewe shamba la kule chukua, kuna baskeli wewe chukua, bwana mwanangu watunze wenzako, gawa ulisi, haka ka ugonjwa haka ambako unaona kuna kakichomi baba unaondoka. Biblia inasema yule nabii alipoondoka, Hezekia aligeuka akamkumbusha Mungu, akasema: Mungu kumbuka matendo niliyo yatenda niliishi maisha matakatifu, niliishi maisha ya kuvutia, niliishi maisha mazuri ya kupendeza wewe na jamii niliokuwa naishi nayo. Akaishia hapo. Ezekia hakuendelea kuongea kwamba mola, mola nipe maisha marefu. Ah, e, mola, kwani unataka kunichukua ah, hakuangua kilio hicho. Yeye alisema tu, Mungu kumbuka matendo yangu niliyoyatenda, niliishi na jamii vizuri, familia yangu niliiongoza vizuri Watoto wangu niliwafundisha vizuri, nilikuwa nasali sana, nilikuwa natoa sadaka sana, nilikuwa nahudhuria ibada sana. Kwa hiyo kumbuka matendo niliyokuwa nayatenda. Akaishia hapo. Bibilia inasema nabii yule hakufika mbali, nabii yule hakufika mbali, akapewa ujumbe na Mungu kwamba Bwana e, Bwana bwanawe Nenda kamwambie Hezekia ya kwamba ule ugonjwa ambao nilisema atakufa hatakufa, hata kufa. Sasa hivi ninamuongezea miaka kumi na mitano mbele. Hezekia, yule nabii akarudi akagonga mlango. Hodi, baba Hezekia, Hezekia hodi. Akasema, karibu. Alipotosha akamwambia, bwana, nimeleta ujumbe mwingine. Ehe, ujumbe gani baba? Mungu ameongeza miaka kumi na mitano mbele kuanzia sasa hivi, si alisema utakufa eh? ameongeza miaka kumi na mitano mbele. Hezekia hali ya kufa ikaondoka, akaongezewa miaka kumi na tano mbele. Kwa sababu gani Hezekia aliyaongezewa ali? Ni kwa sababu ya matendo aliyokuwa nayatenda. Laiti kama g anatenda mambo ya hovyo, ilikuwa ile tiketi moja kwa moja, Israeli aweke kambi karibu yake kwa ajili ya kumchukua. Lakini kwa sababu alikuwa na matendo mema, Mungu kweli akaangalia kwenye kitabu chake cha kumbukumbu. Maana kila tunayofanya mtazamaji wangu, kila unachokifanya kiko recorded Yaani, kila matendo unayoyafanya Mungu anayarekodi. Kuna kitabu kinaandikwa, baba. Kama unakula mmea inaandikwa. Unakunywa pombe inaandikwa, baba. Unapiga watu vipepsi, unaua, inaandikwa. Siku ya siku utakwenda, unauliza Bwana, vipi baba? Ehe, maisha yako yalikuwa ah... mi maisha yangu yalikuwa mema baba Mola, maisha yangu yalikuwa mazuri vaya mno. Inafunguliwa TV pale, unaanza kuonyesha ulivokuwa na kaba ulivyokuwa na dhulumu, ulivokuwa na iba, ulivokuwa unapiga watu, ulivyokuwa hutaki mambo ya kusali una toi sadago. Yaani una maisha ya kikatili matupu. Hutokwa na kujitetea siku ile. Tayari utajikuta tu linakuja jitu bouncer limeshiba linakukamata, linakunyanyua na kukutosa kwenye ziwa la moto. Nenda kaungue huko mschenzi wewe. Unasema unasimama una nini? Una, unatuzuga ulikuwa na maisha mema na, na maisha ya hovyo. Tayari anatupa unatupa kwenye ziwa la moto. Kwa hiyo, mpendo wangu, matendo mema, matendo matakatifu, maisha matakatifu kiyaishi, ndiyo itakuwa tiketi yako wewe ya Mungu kukuwe kukupa maisha marefu hapa duniani. Lakini maisha yako yakiwa yamejawa uovu, yamejawa maisha ya ukakasi hutoishi miaka mingi kwa mujibu wa maandiko Mungu, maandiko ambayo tulisema Mungu anasema uishi maisha matakatifu ndo miaka yako itazi, itakuwa mingi. Wenzetu waliishi miaka mingi kwa sababu maisha yao yalikuwa matakatifu. Lakini kama unaishi maisha mabovu, maisha mabovu yako yatakuwa mafupi kwa sababu ya uovu, Mungu ataona haina sababu ya wewe uishi maisha marefu. Unafanya nini uendele kunaishi ku maisha marefu? unatukana watu uendele kuishi maisha marefu? unalewa uendele kuishi maisha marefu? huna maisha ya kusali, huna faida. Lazima mola kutwae haraka iwezekanavyo, ili utoe giza kwenye kwenye dunia hii, uache watu wema kwa kwahiyo, sasa, mpendo wangu, hicho ndicho nilikuwa nataka kuongea siku ya leo ya kwamba maisha matakatifu ndio msingi kwako. Ukiishi maisha matakatifu, Mungu atakuongezea miaka mingi. Wenzetu baada ya kuishi maisha marefu, baadae, baada ya baada maovu kuanza, ndo maisha yao yakaanza kushuka. Mungu akashusha miaka, kwa sababu ya uovu ambao walikuwa wanaoishi. Mpendwa wangu, niishie hapo leo niishie hapo leo, rafiki yangu, popote pale ulipo, nikuletea hicho kisa, kwamba ili wenzetu walikuwa wanaishi miaka mia tisa, mia saba, mia nane, elfu moja ni kwa sababu walikuwa wanaishi maisha mema. Lakini sisi huku tunaishi maisha mafupi mno, ni kwa sababu ya uovu. Tena sasa hivi miaka mia ishirini watu wengi hawafiki, wanaishia huku kwenye thelathini, arobaini, kumi na tano. Basi ndo hivyo, lakini ukifuatilia ni maovu ndio mengi. Usitende maovu, mtazamaji wangu, tenda maisha mema, Mungu atakubariki na kukuinua, hata kupungukia hata mara moja. Tukutane wakati mwingine, tukutane wakati mwingine tena. Nini ni mtumishi wako makini, mtumishi wako safi, murwa kabisa, machachari Emanueli Abdallah wakati mwingine tena. Amen.